Tumshukuru mwenyezi Mungu. Tulimwomba sana kabla ya uchaguzi kwamba tujalie nchi yetu ibaki katika amani, nchi yetu iweze kudumu na amani hii tuliyokuwa nayo. Mara zote tukuwa tunazungumza nje ya nchi zetu kwamba tazameni huko yanaotokea. Mwenyezi Mungu safari hii atuonyesha, ametokea ndani ya nchi yetu kwa upande wa pili na sote ni mashahidi kwamba yaliyotokea kule kwa kiwango kikubwa yameathiri sana maisha ya watu, na si kule mpaka huku, kwa sababu sisi ni wamoja, lakini tunategemeana kwa mambo mengi Waivo. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuungana na khatibu wetu ambaye ikasema kwa ufasaha mkubwa umuhimu wa kudumisha amani lakini umoja katika nchi shikamana, upendo ndio mambo ambayo yanafanya nchi iwe salama, lakini vile vile baada ahapo, ya hapo unaweza ukafanya yale ya kimaendeleo unayoyataka. Mwenyezi Mungu ametuneemesha sana eh, katika nchi yetu hii, ametupa neema ya umoja ametupa neema ya mshikamano, ametupa neema ya kupendana. Basi neema hii inatakiwa tuidumishe, tuidumishea katika masoko ya Libya, unakuta korosho, unakuta nazi, unakuta bidhaa ambazo hazipo kule, hazipo katika bara Arabu. Kwa hivyo ile ilikuwa ni neema wa neema tu. Eh, la tuaraf illa inda zawaliha au baada zawaliha, <coughs> neema haijulikani mpaka iondoke. Sasa hivi hawana raha Petroli imepanda bei, gesi imepanda bei, mishahara inachelewa, e, ili mradi wa kota fulani e, ili na raha kabisa. Lakini kwa sababu e, wale watu mwanzo walikuwa na umoja e, walikuwa na amani walikuwa katika raha, lakini walipogombana neema ile ikaondoka. Kwa hivyo na sisi tuwe makini sana e, tuwe makini sana, maslahi ya jumla e, tuweyaweke pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa, e, kama hawatakii watu kheri yake